Kuhusu watu kutekwa, watu kupotea, that is, jamani, tunafanya vibaya eneo moja tu, tunafanya vibaya eneo moja tu ambao ndo tumeshafikishwa hapo, tumeshafikishwa hapo. Tunapoona madhara yakimpata mwenzetu ni jambo la polisi, jambo la serikali. Hii ya kutilia mashaka nimeshaiongelea, inayohusisha mtu kafikishwa kabisa kwenye kwenye polisi tumeshaongelea, ni mambo ya kuyaboresha, si mambo ya kutufanya tuchome moto nchi tu. Ni mambo ya tukubaliane, kwa sababu sheria tumejiwekea wenyewe, na ndio maana mheshimiwa rais ameunda tume. Naamini recommendations zitakuja, halafu tukubaliane utaratibu e, kama tutasema mtu yeyote akikamatwa e, kabla hajapiga hatua yeyote mwenyekiti wa serikali yake ya kijiji ajue na ndugu yake ajue; ni jambo linalohusu Tanzania e, ni jambo linalohusu Tanzania. Ndio maana mheshimiwa rais ameunda tume. Na niongeze eneo moja. Kuna mmoja amesema kwamba hata mambo ya haki jinai hayajawahi kushughulikiwa, la hasha. Kuna mambo ya kitaasisi na kuna mambo ya kiutawala. Moja ya jambo ambalo lilikuwa recommended na watu wa haki jinai ilikuwa kupunguza mambo haya ya kurundika rundika watu kwenye maabusu. Mahakama za mwanzo zinarundika watu kwenye maabusu, kila mtu analaza ana mtu hata jambo lenye dhamana mtu anakataliwa ana, ana, ana Hivi tunavyoongea, jaji mkuu wa Mahakama ya Tanzania ameishu sekula ya kuzuia mahakama za mwanzo kupeleka watu ovyo, ovyo kule kwenye kurundika watu kule e, e,